Hii tunaweza kusema kwamba ni chokochoko choko yenye kutu katika nchi ya DRC. Tunaelezwa kwamba rais wa DRC Felix Tshisekedi akizungumza akiwa jijini Brussels Ubelgiji, amemtaka mwenzake wa Rwanda Paul Kagame kuacha kuwasaidia waasi mashariki ya DRC na kutengeneza amani. Taarifa zaidi inasema kwamba kauli ya Tshisekedi ameitoa wakati wa mkutano wa Global Gateway Forum, ambao Rais Kagame pia anahudhuria jijini Brussels nchini Ubelgiji. Tshisekedi alizungumza baada ya Kagame kuzungumza kwenye mkutano huo wa uwekezaji ulioandaliwa na Umoja wa Ulaya jijini Brussels. Natangaza kwenye mkutano huu na kwa dunia nzima kufikisha mkono wangu kwako Rais ili tufanye amani, alisema rais Tshisekedi. Hili lina uhitaji hili lina kuhitaji wewe kuagiza waasi wa M23 ambao nchi yako inawaunga mkono kuacha kuchochea mzozo huu ambao umesababisha vifo vya watu wengi, alisisitiza rais wa DRC. Wacha tuwe na ujasiri wa kujiangalia na kujiuliza tatizo liko wapi, na kuchukua uamuzi na ustahili kwa ajili ya watu wetu, aliongeza rais wa DRC Felix Tshisekedi. Kagame hakuwa amezungumzia moja kwa moja mzozo wa mashariki ya DRC. Wakati alipopewa nafasi ya kuzungumza, alisikika tu akigusa hotuba ya rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye wakati akiongea, alisema alihisi kupata nguvu ya kutengeneza amani, baada ya kuwaona wenzake wa DRC na Rwanda. Kagame amenukuliwa akisema: baadhi yetu tulihisi hivyo, tulihisi kupata nguvu za kibiashara, uwekezaji na amani, alisema Kagame. Eneo la mashariki ya DRC mpaka na Rwanda limekuwa likikabiliwa na utovu wa usalama kwa zaidi ya miongo mitatu sasa. Makundi yenye silaha yakiwashambulia raia kundi la waasi wa M23 ambalo lilianzisha wasi mpya mwishoni mwa mwaka wa elfu mbili ishirini na moja linaungwa mkono na wanajeshi wa Rwanda mashariki ya Kongo, wasi ambao umezua mzozo mkubwa wa kibinadamu, ingawa Rwanda imekuwa ikikanusha mara kadhaa. Mapigano mapya yalizuka tena mapema mwaka huu ambapo waasi wa M23 walichukua udhibiti wa miji muhimu ya Bukavu na Goma Liki tangaza utawala wake kwa mji huo kwa mujibu wa Umoja wa Ulaya wa Mataifa, tangu mwezi Januari mwaka huu maelfu ya watu wamefariki kwenye mapigano, wakati mamlaka kwa maelfu kwa mamia ya wengine wakitoroka makazi yao. Hii ni taarifa kutoka huko Brussels, ikisema kwamba Rais Tshisekedi amemtaka Kagame kuacha kuwaunga mkono waasi wa M23, huku Rwanda ikiendelea kukanusha tuhuma hizo. Je, nini kitafuata baada ya kauli hii?